Namna kura za Papa zinavyohesabiwa na siri ya Fumata Bianca. Baada ya Sistine Chapel kufungwa na extra omnes kutangazwa, makardinali wanaketi kimya na mchakato wa kuchagua Papa mpya uanza rasmi. Lakini usifikiri ni kama uchaguzi wa kawaida, hapana. Ni mchakato wa kipekee wa kisanaa, wa kiroho na wa heshima ya hali ya juu. Kila kardinali hupewa karatasi ndogo ya kura yenye maneno haya yameandikwa: Eligo in Summum Pontificem, yakiwa na maana kuwa namchagua kuwa papa mkuu wa kanisa. Kisha chini ya maneno haya, kardinali anaandika jina la mtu anayemchagua kwa maandishi ya mkono, kwa umakini mkubwa. Hakuna kupiga kura kimazoea. Kila kardinali anatakiwa kufanya maombi binafsi kabla ya kuandika jina. Ni tendo la dhamiri si la siasa au rafiki. Baada ya kuandika, kardinali anakunja karatasi hiyo mara tatu, anatembea hadi mbele ya altari chini ya mchoro wa hukumu ya mwisho, anaweka kura yake ndani ya sanduku maalum la kura. Wakati anapiga kura anasema kwa sauti ya chini, nashuhudia kuwa namchagua kwa hiari yangu mwenyewe mtu ambaye mbele za Mungu naamini anastahili. Baada ya kura zote kupigwa, wajumbe maalum kawaida makardinali watatu huitwa scrutineers, wale wa kuhesabu kura, wanazichukua karatasi moja moja, wakifungua kwa taratibu na kutangaza kwa sauti jina lililoandikwa. Kila kura inasomwa hadharani kwa makardinali wote. Wakati jina linapotajwa linaandikwa mara mbili, mara moja kwenye karatasi ya majina na mara nyingine kwenye fomu ya hesabu za kura. Ili mtu achaguliwe kuwa Papa anahitaji kupata theluthi mbili ya kura zote zilizopigwa. Kwa mfano, kama kuna makardinali mia ishirini, anahitaji kura themanini. Kama hakuna mtu aliyepata kura za kutosha, kura zote zinachanganywa pamoja, zinachomwa moto na kemikali za kutoa moshi mweusi, kitendo kinachoitwa Fumata Nera. Makardinali wanarudi tena kupiga kura mpya. Siku moja kunaweza kuwa na awamu mbili za kupiga kura, asubuhi mara mbili, jioni mara mbili. Wakati Fumata Nera inapopanda angani, ulimwengu unajua hakuna papa bado. Siku ikifika ambapo mmoja wa makardinali anapata kura za kutosha, wapiga kura wanachoma kura za uchaguzi kwa kemikali nyingine zinazotoa moshi mweupe, kitendo kinachoitwa Fumata Bianca huu moshi unatokea kupitia bomba la moshi lililowekwa kwenye pala Sistine chapo. Ulimwengu wote usimama macho na kamera zote uangalia chimney hiyo. Wakati Fumata Bianca inapopanda ni kama ishara ya matumaini mapya. Habemasi papam, tunaye papa. Wakati mwingine kuchoma kura hakuko raisi, kura zinahitaji kuchomwa hadi ziishe kabisa, hazipaswi kuacha hata chembe ikiwa zinachomeka tu na kutoa moshi wa kijivu au moshi usio wazi, wasaidizi wa Vatikani huongeza kemikali hadi fumata iwe na rangi sahihi. Ndiyo maana wakati mwingine watu huona moshi wa kijivu wakichanganyikiwa: Je, papa amepatikana au bado? Kwa Vatikani haiwezi kusema moja kwa moja hadi Papa ajitokeze rasmi kwa balkoni ya Kanisa la Mtakatifu Petro. Watu hujifunza kusubiri kwa subira.